kuwa mfalme wao kwa sababu waliona ndani yake roho ya huduma. Wanamwambia, sisi ni mifupa yako na nyama yako. Ndipo mfalme Daudi anatawala si kwa nguvu, bali kwa huduma juu ya watu wake. Kila mmoja wetu ndugu zangu ni kiongozi kwa njia moja au nyingine, lakini swali kwetu kwa ni kwamba je, yeah, uongozi tulionao katika familia, katika jumuiya au katika taifa, je, yeah, unaakisi huduma ya kujitoa Je, viongozi wetu ambao tumewachagua ni mifupa na nyama yetu, wanaojua uchungu wa watu wao wanaowaongoza kama ilivyokuwa kwa mfalme Daudi? Somo la pili kutoka kwa haraka wa mtume Paulo kwa Korosai sura ya kwanza aya kumi na mbili mpaka ya ishirini. Mtume Paulo anatupa picha ya Kristu ambaye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, na katika yeye vitu vyote viliumbwa, na kwa kupitia damu yake msalabani anatuletea amani na msamaha wa dhambi. Kristu anatawala si kwa upanga, bali kwa msalaba, na anarejesha undugu katika familia zilizovunjika, katika ndoa zenye majeraha, na katika jamii iliyokosa haki. Ni mfalme ambaye anakuja kwetu kwa ajili ya kututibu, kwa ajili ya kutuinua, kwa ajili ya kutuunganisha, hasa pale mambo yetu yanapokuwa hayaendi sawa sawa. Katika somo la injili ambalo linatoka injili ya ya Luka sura ya 23 aya 35 mpaka aya 43, tunakutana na Yesu Kristo akiwa pale Kalvarini msalabani. Yesu yuko msalabani, si katika kiti cha enzi kama injili ya Mathayo inavyotuonyesha. Na pale msalabani ambapo yupo watu wana wanamdhihaki wanasema, ajiokoe mwenyewe. Yesu anakubali kejeli za hawa viongozi wa dini na askari wale, pamoja na yule mwizi mmoja na katika hili mtakatifu Agustino analiita Regnum Humiliatum, Regnum Humiliatum. Yaani, ufalme unaotukuka kwa kupitia kudharauliwa. Agustino anasisitiza kwamba Yesu anatawala kutoka pale msalabani kwa kuwaonyesha wanadamu kilele cha upendo wake ambacho anao juu ya watu wake, na anasema kwamba yeye alitawala si kwa kuagiza, bali anatawala hadi kufa. Hivyo msalaba unakuwa kiti cha enzi cha mfalme anayeshinda kwa upendo na si kwa upanga. Akiwa pale msalabani Yesu anatenda tendo moja la kifalme zaidi ya yote. Anamsamehe yule mwizi mnyenyekevu. Mwizi huyu aliyekuwa anaitwa Dismas anasikia sauti ya kuponya inayomwambia kwamba leo utakuwa pamoja nami peponi. Huu ni ufalme wa Kristo, ufalme ambao unakumbatia wale waliokataliwa, unawainua wale waliopondeka na unaotoa tumaini pia kwa wale watu waliopotea. Ni mfano wa uongozi ambao tunahitaji katika maisha yetu, katika familia zetu, katika kanisa na katika taifa. Uongozi unaotanguliza zaidi utu kuliko maslahi binafsi. Uongozi ambao katika hali zote, mahali popote na kwa namna yoyote upo tayari kuendelea kukumbatia wanyonge na wali wale waliodhalauliwa katika jamii. Wapendwa maujaji wa matumaini, leo tunapomtangaza Yesu Kristo kwamba ni mfalme wa ulimwengu, tunakumbushwa kwamba ufalme wa ni wa upendo na unaobadilisha maisha, na ambao upo tayari kuwakaribisha watu wote kuanza upya. Basi tumruhusu huyu Yesu Kristo atawale mioyoni mwetu, atawale katika familia zetu, atawale katika jamii zetu na katika taifa letu. Tukimpa nafasi, atatuumba upya na hata maisha yetu pia yatakuwa maisha ambayo yanamkiri yeye siku zote za maisha yetu. Basi Kristo atawale milele na milele katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.